Uhali gani we mwanafamilia Wapangani TV, Facebook, Instagram, WhatsApp, wa vipi bwana? Bwana, kama unavyoona picha ambazo zinatembea kwenye video hii, nataka na nikujuze kwamba hili unaloliona hapa ni baraza na ni kikao kikubwa sana cha madiwani wapangani wote. Yaani, tunamaanisha kata zote kumi na nne, madiwani wako hapa na kikao hiki kinahusu kuhusiana na maendeleo ya wilaya ya Pangani pamoja na kata zake zote. Hii ni wilaya ambayo imejitoa sadaka, imejitoa maisha yake, viongozi kuitumikia kihalali pasavyo, wilaya ya Pangani. Na hii ni wilaya ambayo inakuja kwa kasi kimaendeleo, na hii ni wilaya ambayo inakuwa ni mfano wa kuigwa Tanzania nzima kwa maendeleo. Kwa hiyo kwa wewe mwana Pangani ambaye sasa hivi unaona maendeleo ya Pangani, basi ni wajibu wako kushusha komenti na kuwaambia chochote ambacho nakiona hakiko sawa, viongozi wetu wa Pangani, na pia tuwaombee kwa Mungu ili waendelee kuchapa kazi. Shusha komenti yako ndugu yangu, ndomwambia mama